Nimshukuru kocha wetu. Kocha amefanya kazi kubwa, na kama itakumbuka kwamba alipewa timu yetu ya taifa ndani ya muda mfupi, na alionyesha uwezo wa kuunganisha vijana na kuunganisha vipaji na hatimaye kuandika historia ya taifa letu kuingia kwenye kumi na sita bora tangu wazishwaji wa mashindano haya ya mpira wa miguu Afrika. Kwa hiyo tunampongeza, lakini pia tunampongeza kwa kuaminiwa na taifa letu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kwamba sasa aishike timu yetu ya taifa kwa miaka miwili ili kujenga uwezo wa vijana wetu na kuiweka bendera yetu ya taifa si tu kwenye mlima wa Kilimanjaro, bali kwenye bara la Afrika na dunia, ikitazama ione Tanzania ikimeji kama giant wa football wa Afrika kwa kocha na mambo matatu tu. Moja, serikali imewekeza fedha kama ambavyo imewekeza kwenye miundombinu kama ambavyo imeendelea kuwekeza kwenye timu yetu, lakini pia imeamua kuwekeza pia kwenye taaluma. Maana yake daktari Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yake ya dhati na kwa mchezaji namba moja anayetambua ya kwamba vijana wengi wa taifa letu ndoto yao si tu kuchezea hapa, ni kuvuka mipaka ya taifa letu, katoa hizi fedha na analipa yeye mwenyewe kocha, ikiwa ni sehemu ya kuongeza tija na ufanisi wa vijana wetu katika mechi zinazokuja za Afcon. Matarajio ya Daktari Samia ni kuhakikisha kwamba timu hii inakuwa bora kuliko ilivyokuwa na inapanda viwango si tu viwango vya kafu bali vya fifa pia kwa hiyo gamondi anayo kazi kubwa ya kufanya na maelekezo ya daktari samia aliyonipatia ni kwamba mwambie mwalimu gamondi kama kuna kijana wa kitanzania yuko kokote duniani amlete hapa alipiganie taifa lake ili kombe 2025 27, 27 libaki hapa tanzania Kocha Gamondi amepewa uwanja mpana zaidi. Kwa kwamba akiona kuna kijana yuko Spain, yuko Walabuni, yuko Marekani, yuko kwenye nchi nyingine yote lakini ni Mtanzania na anaona ana kipaji na anafanya vizuri kule aliko. Rais ametupa kibali cha kuwaita watoto wote wa Kitanzania kurejea nyumbani kwao kulipigania taifa lao. Mashindano haya mpira ya mpira yanaweza kutafasirika kwa lugha nyepesi kama ni michezo tu. Lakini ndugu zangu, ni uchumi ni umoja wa taifa letu, lakini ni heshima ya bendera yetu ambayo tumepigania kupitia waasisi wetu na kujenga uhuru tunaofurahia leo hii. Kwa la pili au la tatu, kwa Mwalimu Gamondi, kwa ni kwamba kikosi hiki ni mali yake kuanzia hivi leo alivyosaini. Kwa anapaswa kuandaa program nyingi as as much as possible kujenga uwezo wa vijana wetu. Tuna matarajio ya kwamba kuanzia leo hii Manake Mwalimu Gamondi akikaa na TFF na kushirikiana na baraza letu la michezo, wanao wajibu wa kutengeneza programu za kuwanoa vijana hawa ambao wanatakiwa kutetea heshima ya taifa letu. Haiwezekani mashindano haya yakafanyika kwenye nchi yetu alafu sisi tukawa wa kwanza kutoka, lahasha. Sisi watakiwa tutoke na kombe, na hiyo inawezekana tukimtanguliza Mungu weka jitihada zetu na kila mmoja akaunganisha utaaluma wake na ujanja wake, basi tunaweza kuvuka na kuishangaza dunia. Msemo wangu nawaambia tu, Mungu tuliyekuwa naye Moroko akatufanya tukaingia kwenye 16 bora hajabadilika, bado ni yule yule na yuko hapa hapa Tanzania na atatusaidia. Kwa mapenzi ya mema ambayo rais wetu anayoonyesha kwa mchezo wetu, itatuvusha na kutufikisha kwenye hatua kubwa.